Uko hapa Usariva, uh, eneo la Kikatiti kama mwendelezo wa operation za barabarani. Lengo ni kuangalia uh, hali halisi ya magari yanavyosafirisha abiria nyakati za usiku, na tuseme kwamba sasa hivi magari mengi yanasafiri usiku, na abiria wengi wanapenda kusafiri usiku. Kwa hiyo Jeshi la Polisi tumeona ni muhimu na sisi tukaenda nao sambamba ili kuweza kujua changamoto zinazokuwepo nyakati za usiku. Uh, tulichobaini ni kwamba kwa, kwa baadhi ya magari yanajaza sana kupita kiasi, lakini vilevile vile kingine tulichobaini ni kwamba magari mengi yanakuwa yanakwenda mwendo kasi, na kwa kutumia mifumo ya VTS tumebaini kwamba uh, wanakwenda mwendo ambao sio sahihi, ambao umezidi ule mwendo wa sheria unayoelekeza. Kwa wale tuliobaini wakiwa wanakwenda amini, wakiwa wamepakia abiria waliozidi zaidi ya uh, uwezo wa gari kulingana na siti za gari zilivyo, tumeweza kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kuwashusha wale abiria lakini kuwashusha abiria ni pamoja na kuwarudishia nauli zao, ili kwamba waweze kupata usafiri mwingine. Lakini vilevile tulikuwa sambamba na mamlaka ya LATRA kwa wale waliokuwa wamezidisha abiria, lakini vile vile wengine walikuwa hawana hawatoi tiketi ambazo zinazostahili, na uh, wengine tumewakuta wakiwa hawana tiketi kabisa, lakini kondakta anakusanya hela juu kwa juu bila kutoa tiketi aina yoyote si i mtandao wala sio ile ambayo tayari ilishakatazwa ya kuandika kwenye vitabu wao. Tuliweza kuandikia faini kwa kupitia mamlaka za Lata na waliweza kulipa faini hizo. Kwa wale waliokuwa wanakwenda mwendo kasi zaidi ya ule mwendo ambao umeelekezwa, walioandikiwa faini kulingana na maeneo waliokuwa wamezidi na idadi ya maeneo waliozidi. Lawama zimepelekwa sana kwenye maeneo, kwenye madereva wa mabasi kwamba wamekuwa ni wakiukaji wakubwa wa sheria za usalama barabarani na kwamba wamekuwa wakifanya vurugu nyingi barabarani za uvunjaji wa sheria. Ningetoa wito kwa madereva wa mabasi ya tufuate sheria za usalama barabarani tufuate kanuni zote zinazotuongoza za barabarani, ili kwamba abiria wale wanaosafirishwa katika mabasi hayo waweze kwenda na kufika salama safari zao na bila kupata changamoto yoyote. Operesheni hii ni endelevu usiku na mchana, na tutaendelea kufuatilia magari barabara zote. Tutakuwa tunahama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kuhakikisha kwamba madereva nchi nzima wanafuata sheria na kanuni zinazotutawala barabarani. Endapo kaendelea kufanya makosa barabarani, basi jeshi la polisi hatutasita kuwafungia leseni zao kwa kipindi, au kama watakuwa wanafanya makosa yale hatarishi ambayo yanaweza yakakosti maisha ya watu, tunaweza tukawafuta katika mfumo wa udereva, iliyo dereva huyo akafanye kazi zingine, kwani kazi za udereva zitakuwa zimemshinda.